Hello, hebu niombe simama mtoto, samahani. Samahani, naomba nikuulize. Unataka kuniuliza nini? Unanisimamisha uniulize, uniuliza nini? Unataka kuniuliza nini zaidi ya kunichongoa? Hivi mnajua wazazi siku hizi ni hamna haya eh? Hebu jitizame kwanza jinsi ulivyo. Unataka kuniuliza, hiki umesikia kitu cha polisi? Umesikia unanisikitisha sana. Babu jitizame, tafadhali jitizame jitizame, halafu niangalie na mimi. Kwa wazo jingine kumbe mmekosa haya eh? napozungumza na sitaki nijibu ni mkubwa wewe. Elimu una. <laughs> Mzee tafadhali eh. Ndio maana nyinyi mnakuja kufia kwenye viuno vya watoto watoto wenu. Mzee kuwa na heshima wewe. tabia Mama, hizi habari naomba umfikishie mumeo. Sitaki habari za kusukasuka na kuvaa maeleni, sitaki hayo mambo yake akikekika. Sitaki kusuka koma we mtoto. Kwa hiyo sasa hivi ushakuwa na mamlaka ya kutufundisha sisi namna ya kuishi? Hii sio koma na hili sio ondi so ili ni hamli, sitaki mumeo hasuke na sitaki havae leni aya mambaye kafanyia huko nje, ii nyumba hii sitaki mwanaume asuke. Sikia nikwambia kitu, we mtoto, sisi tuliishi kabla ya kuja kupata wewe na tutaendelea kuishi hata wewe usipokuwepo umundani. Ule mlango si unaujua ule? Ukitoka nje, unaweza ukachagua nyumba yote ya kwenda kuishi, ukasubiri kama sita kutakuta au wewe walimpendea kusukasuka mael, mtoto utajuaje? na kwanini nilichompendea baba? Ha? Unataka nikuadhibwe, unataka nikuanze, unataka nikuadhibwe? Nitakugeuza paka sasa hivi, sasa hivi. Nakuomba umfikishie mumeo. Nimekusikia mama, nitamwambia, nitamwambia kila ulichoniagiza. Kuna kingine tena?

Sasa naona mwanangu, sasa hivi eh? wewe umesha, unaanza kunishutumu wewe, badala ya kunipongeza wewe. Umesha fungua, sasa umenielewa wewe, umesha fungua. Nenda mwenye kamtafute baba yako, na kwa taarifa yako, sasa baba yako ndio mimi na mama yako ndio mimi sasa, mama kama ndo hivyo, kwa, kwa, kwa nini naitwa chumini Ngayoma? huyo Ngayoma ni nani? Huyo Ngayoma ni kaka yangu ambaye nimezaliwa naye baba mmoja mama mmoja. Afadhali mzee wangu, nitakukuta bila shaka ni babu yake na Mariamu. Ni zini. Shikamo. Uh-huh. Hmm. Sasa nakuja kukuambia huyo mjuku wako Mariamu sio mtu wa kawaida, maana kwa shuleni kumekuwa na gumzo, wanafunzi wote hawana amani wakimuona mpaka nafika hatua wanamkimbia na kumuogopa, maana neno lake akilisema ndio hilo hilo. Wewe umekuja kuniambia haya maneno, wewe kama nani? Mimi ni mwalimu wake na Mariamu kushuleni. Hakuna walimu wengine mimi? Ah. ni mwalimu wake wa darasa na Mariamu. Kwa hiyo wewe ni mwalimu wake wa English? Ndio kwa maana nimeona umekaa kiingilishi, kiingilishi, kiingilishi, hata utembeaji wako unavyojibitua kama mwalimu wa mwalimua ingilishi sio? Kanisikilize ingrish, ingrish. <tus> Mimi swala la Mariamu si siami nalo Mariamu mimi mwanangu, Mariamu mimi sio mtoto wangu, Mariamu mimi ni mjukuu wangu. Mimi ndio nakuja kumleta shule au mimi ndio naniita katika vikao vya shule. Kwa hiyo ilo swala mimi alinihusu hapa, mama unaweza kuondoka mimi si usiki kabisa, hata ni baba yake baba yake. Mimi mwanangu sio Mariamu mwanangu wangu, mimi hainihusu. Hapana mzee wangu, sikia huko, sikuwa na nia mbaya. Unataka na mimi aje kunitabiria kufa e? Hapana, ndio maana nikakufuata babangu, kusaidia kwa hiyo wewe ndo kimbele mbele shi hata, sio? Hapana mzee wangu, sikuwa na nia ya kukuuzi, nia yangu uje hapa tushirikiane tusaidie kuhusu Mariamu. Mimi nahisi wewe unanitaka nanitaka, haona mzee na kijumba hiki ki yeah, yeah. na nimestaafu na maisha yangu fulani, kwa unajileta hapa kimbelembele huko, kwa sababu nini? Wanawake wa kisasa hivi napenda watu wazima, a vijumba, akusamee nani, muangalie kilivb utafikiri kikiduduu shambaazi, kiinglishi, kiinglishi, kiinglishi Nyinyi ndio kazi yenu kazienu sasa hivi kutaka watu wazima. Nyinyi kuna ualimu gani? Wewe ndio uwalimu wito sio huu, kwa kuwapata watu ambao wa madabu apotezea na muda, tunatoa na mudi kabisa hapa. Mtu kakaa na mawazo yake na vitu vyake vinamfurahisha, anafikiria, anafikiria akhera yake ataenda vipi, unakuja kumletea mambo ya kifo

Ndo hivyo hivyo, ndugu yangu mdogo mdogo. Hivyo bwana, kuna kijana ambaye niliyemweka hapa, lakini sio mwaminifu so mwaminifu kabisa, amemtia hasara nyingi sana kwa hiyo nimemtimu ofisi sasa hivi, na mtu na mimi situation na kuwa busy mara kupata mzigo ukiwa ndani eh, kurudi kwa nakosa kabisa yani muda wa kusimamia hizo kazi, ndugu yangu. Bora nilivyokuona kwanza, yani nashukuru kwanza, nilivyokuona nashukuru sana, nilivyokuona Romeo. Sasa Romeo, unaonaje tuka join pamoja hapa tukatengeneza kidogo maisha, ukawepo hapo kasimamia hizo kazi tuka

wazazi wapo, kesho hawapo, lazima utengeneze njia za kustruggle wewe mwenyewe katika maisha sawa. sawa, sawa. sawa. Lakini sawa. mimi naona nakosea Romeo, hicho kitu ambacho nimesema

kina nyanya tano za kuhesabu, kina dagaa ya kuhesabu, kitunguu za kuhesabu, hatakayote ya ma imeunguka. Nasemaje ivi? Sijakusikia ama? Dada taarifa mbili di itukaribikia kabisa, na asilimia tisini na tisa hivi. Naota ama?

Leo kutembea na yule mnuka jasho. Dunia simama nishuke, tukatumbua vibaya. <coughs> Sasa nasema hivi, huyu mtoto yule akirudi hapa nyumbani atamtambua mi yani mimi nani. Yaani atanitambua mimi nani? Anakana angalisha kwa mitaani mimi kweli, yani emsubiliaje? Yaani subiri kabisa nitamuonyesha, yaani nitamkomesha. Nitamkomesha kabisa sitaki kuzalilishwa mimi. Sitaki kabisa. Ee ngoja aje. Haya shughuli yangu tuondoke. Ni wapi? Hiyo nguvu ya kutoka migongo kwenda kuna itoa wapi? Anavyozalilisha huyo mtoto wa mitaani. Siendi kokote na msubiri hapa pa arudi. Hapo nje nimkomeshe. Wewe subiri aje. Lakini dada, tulipanga vizuri tu. Yaani mimi najuta kwa nini nilianza kukuambia. Nikisubiri turudi tu nikuambie. Ona sasa. Ah.